Nataka nichangie kwenye viwanda ni mwarimu, na biashara kama mwalimu na mwalimu ni popote, na mheshimiwa waziri atanisikiliza na baadaye kuna maeneo nitahitaji majibu hata kama sio ya moja kwa moja e, kwenye kizazi tulichonacho mheshimiwa naibu spika, ni lazima tuwaimpake wananchi wetu na hasa vijana e, analiko, analytical skills E, namna kuweza kutafa, kutafakari mambo, kuyafanyia kazi na kujipanga malengo ya muda mrefu na ya muda mfupi na malengo ya sasa. Na kuna watu wachache wanaweza kufanikiwa sana e, ambao tunaita ni extraordinary cases akapata manufaa katikati na maisha akaenda. Lakini lazima vijana waandaliwe kutafuta maisha kwa muda mrefu zaidi na wawe wabobezi katika fani mbalimbali. Na ndio maana leo tunazungumzia kupitia science mambo ya e-commerce, e-medicine E, wireless phones na paperless na vitu vya namna hiyo. Sasa hivi karibuni kumekuwa na mjadala na Mheshimiwa Naibu Spika wa mambo ya betting. E, na mimi ni mwalimu ni, wa hesabu nililazimika jana kwenda kwenye kwenye duka la vitabu pale nikaenda nikatafuta niangalie kama topic zimebadilika mwaka huu kwenye syllabus mpya ya kitabu cha form 4, ile topic ipo na nikaangalia form 3, nikaangalia pia na kitabu cha chemistry form 3 4, na, na, na 2 nikagundua kwamba wizara ya Elimu imefanya kazi nzuri sana, kwa kutafsiri kabla ya kila topic wanaeleza malengo ya hii topic baadaye itakuwa ni nini. Sasa nimeona watu wamejadili, nawezekana si walaumu sana wanaojadili habari ya, ya mambo ya betting. Lakini kwa lugha rahisi, mheshimiwa naibu spika, betting ni, ni, ni gambling, na gambling ni probability, na probability ni predictions. Sasa lugha rahisi tu wale wanaofanya betting halafu, tunalomu nitakuja sasa kwa mheshimiwa waziri, lakini rudi kwamba hili somo ni topic, ipo kidato cha nne na mimi nimeisoma form 4 nimeisoma advance, inaenda mpaka vyuo vikuu na kuna watu mabobea katika eneo hilo. Kwa hiyo unapoona mpaka kwenye maneno ya casino, kwenye mambo ya Premier League e, eh eh, kwenye ligi mbalimbali, sio bahati mbaya, iko hivi mheshimiwa naibu spika, kama lugha rahisi tu ukiwa unataka kubeti, tuchukulie mpira wa Tanzania, Simba na Yanga wanacheza wanacheza hiyo yu tarehe inayokuja hiyo yu, wapeleke timu sasa. Matokeo ni matatu tu, expected or possible outcomes ni matatu tu. Tunaweza kushinda, tunaweza kupoteza, tunaweza kutoa draw. Ni win lose or draw, ni matatu hizo, ndio possible outcomes. Sasa tutafute uwezekano wa Simba kushinda Yanga, ukifanya hivyo maana yake uwezekano ni mmoja wa kushinda tu, hakuna kushinda mara mbili. Kama una total event post outcomes probability ya kupata ushindi ya win ni namba ile ya ushindi ambayo ni moja out of zile tatu, maana yake ni moja ya tatu, ukikadiria ni 0.33, kwenye asilimia ni asilimia 33.3. Sasa Naibu Speaker, kama mtu anaenda kubeti kwenye mpira alafu anakuambia kwamba e, Simba ikishinda Yanga utachukua mke wake anajua na asilimia asram... tatu asrat... asrat... kwanza lazima atapoteza. Sasa huyu hatuwezi kumlaumu, lakini vile vile sasa kwa waziri. Kwa hiyo hoja ya, ya beting siokosa na wala dini haijasema kwamba ukiwa hakufanya beting ni dhambi. Kilichopo hapa kwenye nchi hii ni biashara holela, ni biashara holela. Nchi za wenzetu wanachukua mashine za kubet na hiyo michezo kwenye kasino ambako ni eneo ambalo unapaswa kwenda kama akili yako wewe umepanga kwenda. Wanaangalia umri wa watu ambao wanahusika. Kwa nini hapa Tanzania, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeruhusu mashine za kubeti za Kichina zimepachikwa kwenye shule za msingi zilipo, zimepachikwa palipo na sekondari, zimepachikwa hapo kwenye machinga complex, zimepachikwa kila mahali. Hata mtoto anatumwa kwenda kununua chumvi na mia mbili anaenda kucheza pale kamari, halafu tunaanza kulaumiana. Wa, Mheshimiwa Naibu, na Mheshimiwa Waziri, hii kazi unaiweza. Nendeni ukapitie sheria zetu, ni leseni gani ya biashara ya kubeti mlitoa kwa wale wahusika, mliowaambia wafanye biashara katika maeneo gani, mmehimiza, ni umri gani unapaswa kufanya kazi hiyo, lakini ja kwa kwa maana ya kubeti. Mheshimiwa Naibu Speaker, nasema jambo ni jambo la kitaalamu, ni jambo la sayansi. Wenzetu wamechungulia fursa, wameitumia. Tusilalamike, twende kwenye sheria zetu, tuwasikilize kwenye sheria zetu. Hili jambo la pili, nataka nizungumze jambo la pili kwenye habari ya viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, nimepitia topic hizi mbalimbali hapa ambazo zinaeleza, yani iko very proper. Ukienda kwenye nani zetu hizi kwenye topic, unazungumza habari ya viwanda. Ukienda kwenye functions imeeleza tumika kwenye mambo ya demand and terms, inazungumza mambo ya statistics, mambo ya sensa, cycles and sphere, mambo unajua, wenzetu hata mpira walioendelea kwenye sports hauchezi chezi tu Unakadiria kwamba ile goli ni mita ngapi, unapiga unaweza kushinda. Ndio maana sisi hapa sisi, unafanya kazi ya kwenda kwa mganga wa kienyeji, wenzako wanafanya special ya mipira, wewe unafanya kwenye kwa mganga wa kienyeji kwenda kuvunja nazi. Kwa sababu watu wasome haya mambo. Mheshimiwa Waziri, mimi nikushauri kwa maana topic ambayo tumeendelea na wizara ya elimu na kazi unayofanya, nataka nikuombe, hakuna namna ambavyo tutaendelea na viwanda hivi kama tutaacha shule na sayansi na tukaacha watu wafanye mambo kiolela na kienyeji. Nendeni tukakonekti topic hizo, watu wafundisha watu, twende katika kutaisha matirio mbalimbali. Hapo nazungumza habari ya vitu ambavyo mheshimiwa Ezra amezungumza, lakini nikuulize kwa mbona mbona hema dawa ya kusafisha vioo tu, wako kina mama wanatengeneza hapa Tanzania. Umewapandisha kina mama wangapi? Umewapa mikopo wangapi? Wachache, ili badala ya kuagiza madawa ya chooni kutoka nje tufanye hapa hapa. Unataka viwanda vya sabuni, kina mama wanasambaza sabuni mtaani lokali umewezesha kina mama wangapi? wa kulikuwa na mtindo hapa sasa hivi. Kwa mfano nchi kama India kuna kazi ambazo wamelimit, kuna watu wanakuja kufanya biashara. Mheshimiwa Naibu Spika, kimsingi sio wafanyabiashara ni machinga, kazi ambayo Watanzania wangeweza kufanya, watu wanafanya. Kwa nini msiweke masharti? apimu anamtaji kweli, atakufanya biashara gani? atalipa kodi kiasi? Mheshimiwa Waitara

Mheshimiwa Waitara Mheshimiwa Waitara hii ni tabia yako imeshakuwa mara nyingi sana sasa unachukua muda wa, wa mchangiaji mwingine kaa chini na karatasi yako. Mheshimiwa Dokta Ishengoma